Wanakwambia hivi, katika familia hii hamna kufanikiwa, hamna kupona. akatoa nini? ile sadaka ikawaunganisha. Ndio tafsiri yake. Kwa hata kama ulienda wewe kwa mganga ukapeleka na mbuzi, ndugu, kumbuka aliyekosea ni nani? Unajua Ibrahim, msiende Misri, nitakutunza hapa. akafanya jeuri, akaenda Misri, alichopata sasa kizazi chako kwa mwili yako na kupiga dhambi na kupeleka utumwani. Ndio maana kule akasemaje? Weka ile damu pale mlangoni hata kai kuja kwa kwa tafsiri nyingine, kila mmoja alikuwa na mlinzi. Yaani kwenye familia ya mlango huu hapa nilikuwepo jamaa. Toka na kwa yani, mnalindwa. Hakuna kuchomoka. Ndio maana akisema weka damu. Alafu kisha weka damu, kaa ndani. Pale mlangoni huwa kuna mtu nakuja kumalizana, kwa sababu hata utakapopata uchumi wako itabidi ukae vinginevyo, ndo anasema kwa kila inapiga kila kwanzia mtu kwanzia ng'ombe kwanzia mashamba, wote nilikuwa chini. Yani wewe uko chini ya mtumwa wa mtu Amen. Mm -hmm. we, we leo anasema hivyo zabilia, fikiria wewe mwenyewe, piga mahesabu, tangu umeanza kufanya biashara mpaka leo hapo ulipo na miaka mingapi? Jumulisha tu ya kwako uliosota nayo sehemuse kizazi nacho kinakuja kinakuta kwenye cheni ile ile mama mwenyewe kapata nyumba hana, mimi napataje nyumba? Kumbe nini, wewe umeshakoroga kule, kama no naemae jamaa alikuwa na dili na nini, nawe nawewe, nini na wajukuu na hapo uliopo dili na kizazi chako bado na nguvu na kile kinachofuata kwenye mlango wangu kuanzia leo, mlango siingii, naanza mlango mwingine tena, mm, bado kabla sijafa. Amina, amina, amina. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana sana kuliko watu wote wa upande wa Mashariki. Unasikia, kilimasi wote mje mkule kwangu, na chinja kuku batari. Wewe ile ile stuliwa tu ile damu. Siji kula na sikadaki. Amina. Na nyama yako kula mwenyewe. Kama nilivyosema juzi, Waarabu wanatajirika siku maskini